Na mtazamaji wa Channel 10 kama nilivyokuambia hapo awali, sasa ni udondozi wa magazeti ambayo tayari ameshatufikia mezani kwetu, na kubwa kabisa, nikiangalia magazeti haya yote yameandika kuhusiana na kampeni za uchaguzi zinazoendelea hivi sasa. Gazeti la Nipashe habari kubwa kabisa linaandika <coughs> siri ya Lowassa Ikulu yaanikwa, Sumaye afichua na kuonya hakuna bao la mkono, ukawa kufuta JKT waziri wa zamani Joseph Mungai aibuka. Haya, uzinduzi kampeni ACT Wazalendo. Pichani hapa, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo Anna Mghwira akihutubia umati wakati wa uzinduzi wa kampeni za chama hicho katika viwanja vya Zakhem Mbagala, jijini Dar es Salaam, ikiwa jana hiyo. Magufuli aichana ilani ya ukawa Uhuru linaandika Magufuli atangaza kuifumua serikali kufanya mabadiliko makubwa ya kiutendaji, CCM kuhusika, lengo kujenga nchi imara. Waliotelekeza viwanda kukiona cha moto, Filiku Njombe anakwambia Magufuli ndiyo mpango mzima. Haya, hotuba ya Lowassa yapondwa kila kona, imejaa porojo na mzaha kwa Watanzania. UVCCM yamweka Sumaye mtegoni, Hamad Rashid adai ameonyesha udhaifu. Habari nyingine inasema lis, lisu alipuliwa ndani ya ngome. Habari Leo linaandika UVCCM ya mvaa Lowassa. Habari nyingine inasema dada poa, kaka poa, waongeza kasi maambukizi ya ukimwi. CCM Zanzibar yaunda jembe la kampeni baada ya Zanzibar leo gazeti gani linafuata? Ni Raiya uh, Tanzania. Raia Tanzania linaandika kashfa ya Richmond sita ataka mdahalo na Edward Loasa. Habari nyingine nasema fisadi nambari tisa yupo Ukawa, ni kauli ya ACT. Sumai alishiriki kuuza ATC kununua ndege ya raisi, wasema ufisadi wa EPA ulitokea akiwa uwaziri mkuu. Mambo ya kampeni hayo. Mtanzania linasema anahitaji kura milioni kumi tu, ni kauli ya Lowassa. Kwa mujibu wa gazeti hili, asema akiingia madarakani atafuta kodi za mazao ya wakulima. Waziri wa JK amnadi Iringa. Kuna habari hapa nyingine inasema, Frederick Sumaye na Lowassa walikuwa wachapa kazi waliniongoza vema wakati nikiwa waziri na mbunge Mufindi, huyo ni waziri wa zamani, huyo Joseph Mungai. Dkt Magufuli, kungekuwa na mashindano ya Iran CCM ingeshinda. Habari Leo linaandika Zito waziri mkuu atamkwa katika uzinduzi wa kampeni za ACT Wazalendo, wataka wananchi wasiwe mateka wa matajiri, yanadi uchumi shirikishi unaojali masikini. Habari nyingine kubwa inasema chini huku sita ataka akutanishwe na Lowassa, aomba waandaliwe mdahalo, aanike ukweli kuhusu Richmond. Majira, hotuba ya Lowassa sumae za waponza ni kuhusu mashehe nguu za viking papikocha UVCCM walipuka waponda ukaribu wao kisiasa. Mrema amuonya Lowassa mapokezi yake upinzani. ACT wazindua kampeni da waahidi kuunda serikali ya umoja. Zito waziri mkuu. Pichani Zito akizungumza wakati wa uzinduzi uh, wa kampeni ya chama chake. Twende sasa jambo leo Jambo Leo linaandika majambazi ya teka ya pora mamilioni, polisi waingia la wamani, wadaiwa kuhusika na tukio hilo. Ukurasa watatu wa gazeti hilo la Jambo Leo eh, linaandika aya, Dr Magufuli ukawa hawana ilani ya uchaguzi. Haya vipaumbele vya ACT Wazalendo, Zito, taifa linapoteza bilioni mia tisa kwa mwaka. Lakini kuna habari juu pale, inaandika kipindupindu Dar es Salaam sasa kaa la moto. Dira linaandika Loasa akata ngebe za Mkapa. Watu wasombwa kutoka Arusha, Moshi, Tanga, Moro. Mafuriko yake Jangwani yajaza hoteli Dar es Salaam. Vipaumbele vyake kumleta Balali, kuwachia uamsho Babusea, kilimo na elimu bari chini, huku nasema maelfu wamshangaza Dkt Magufuli. Sauti ya watu, Tanzania Daima linaandika mwisho wa CCM Lowassa asema isipong'oka mwaka huu haing'oki tena. Haya, Sumaye gumzo Iringa, Mungaye naye atua Ukawa. Haya, kombora la Sumaye lamlipu mlipua sita chini kabisa, naandika gazeti hilo. Twende kwenye magazeti, naandika lugha ya Kiingereza. The African linaandika The African, ni utabiri kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano ambapo linaandika kwamba utabiri huu unaandika utakuwa ni wenye ushindani. Aya pichani zitokabwe a kiongozi wa ACT Edward Loasa patia, hii ni kuhusiana na habari za uchaguzi, lakini kulia pale katikati kuna habari kwamba juhudi za kuikwamua Afrika na changamoto ya nishati ya umeme. Hii kama unakumbuka mtazamaji wa Channel 10 ilizunduliwa na rais Obama mwaka 2013 na inajumuisha nchi nne ikiwemo Tanzania. Sasa juhudi hizi zinakamishwa kutokana na, na tofauti za kisiasa nchini Marekani chini huku linaandika wateja wa M-Pesa kupokea pesa kutoka nchi mbalimbali duniani kufuatia ushirika wake na Moneygram. Maana yake ni kwamba wateja wote wa M-Pesa ambao wana ndugu jamaa marafiki nchini nchi mbalimbali za nje sasa watapokea pesa moja kwa moja katika simu zao kutokana na ushirika wake na Moneygram. Daily News. Daily News linaandika mgombea wa urais kupitia CCM John Magufuli amesema watatekeleza wanachoahidi, na kwamba si ahadi hewa. Aya, pichani uzinduzi wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba wa chama cha ACT jana huko Mbagala. zam haya UVCCM ya yamjia Lowassa kuhusiana na matamshi yake juu ya ya watumiwa wa ugaidi Babu Sea. Aya, ACT chini kabisa huku kinasema eh, kitaunda serikali ya kitaifa. The Guardian linaandika ACT Wazalendo maadili ya uongozi ndiyo kipaumbele chake. Uzinduzi wa kampeni ya chama cha ACT aya, viongozi juu wa chama hicho wa juu wakitambulishwa mbele ya mkutano wa uzinduzi mm. Chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa zaipa serikali siku ishirini na moja kuwalipa madai yao ya shilingi bilioni kumi na nane. Michezo tunaanza na gazeti hilo hilo, kocha mkuu wa Simba bado ana matumaini na timu yake licha ya kipigo cha mbili kwa bila dhidi ya JKU pichani, mpambano wa ligi kuu ya England, Dusan Tadic akifunga bao la tatu wa Southampton dhidi ya Norwich City. Southampton walishinda bao tatu kwa bila katika dimba la St Mary's. Daily News, Daily News linaandika Stars iko tayari kuikabili Nigeria ni kauli ya kocha wake mkuu Charles Boniface Mkwasa, lakini pichani hapa wanaonekana vijibaba vidume hivyo washindani wa mchuano na kutunisha misuli inayofahamika kama Most Muscular Men in Tanzania, wakionyesha umahiri wao jukwaani. Oho, visingizio vimeanza sasa. Haya, tayari kocha mkuu wa Simba Dylan Kerr amesema kukosekana kwa wachezaji wa timu hiyo walioko katika kambi ya Stars kumechangia kipigo cha mabao mawili kwa bila walichokipata kutoka timu ya JKU ya Zanzibar.